So, kwa hiyo tunaendelea na maombi na Mungu ataendelea kuweza kumsaidia huyu um, Daudi hapa alikuwa aoni kabisa, a anaogopa watoto ko. <laughs> Tunaenda kuomba kwa ajili yake kwa mamlaka ya Jina Yesu Kristo Nazareti, kwa mamlaka ya Jina Yesu Kristo Nazareti. Inafungua macho yako sasa. Nguvu za giza, toka what do we we We want? want want want this? Or want this? Or want this? Choose. Chagua. Unataka hii? Unataka hii? Unataka hii? Angalia huko. huko. Angalia Hapa, ah, eh. Unachagua hii. Usiangalie kamera, angalia huko. Unachagua hii. au hii au hii lanigani? Hebu rudia, rangi gani? Nyeupe inaitwaje? Haujui ila ina rangi gani? Haya, hii hapa ni nini? Hii ni bisibisi. Haya, chukua pigie Yesu makofi. tutaratibu Huyu mtoto alikuwa haoni lakini sasa hivi baada ya maombi Mungu amemuonesha ameona tena. This girl is she she was not seen, but after prayer God has helped her. She is seen again. Ai, kwa mamlaka ya Bila inaodoa sasa nguvu za giza isipate nafasi tena kwako. Uone zaidi na zaidi ya sasa nabona katika chis na chi nguvu ya damu ya Yesu Kristo Amina. Haya.